Kila msingi wa mafanikio yote haya ni utawala wa sheria, uadilifu, uwajibikaji katika kila ngazi, kuanzia juu mpaka chini. Kwa msingi huo, na ili kuhakikisha wananchi wananufaika na rasilimali za nchi pamoja na kupata huduma wanazostahili tuta tutaelekeza jitihada zetu kwenye mapambano, narudia, kwenye mapambano dhidi ya rushwa, ufisadi, ubadhirifu, uzembe ukosefu wa nidhamu na maadili. Ni lazima tudhibiti wachache wanaotaka kuturudisha nyuma kwa kuendekeza masilahi binafsi. Mwisho wa kunukuu. Naomba niende ukurasa wa arobaini. Mheshimiwa Rais alimalizia hotuba yake kwa kusema, namwomba Mungu kuwa mwisho wa utumishi wa awamu ya sita usipimwe tu kwa vitu, bali pia kwa tabasamu la utu litakaloachwa kwenye nyuso za Watanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mama Samia aliona pamoja na kwamba ana maono ya dhati ya, ku, ya, ya kutupa ta, Tanzania mpya lakini dhahiri aliona kwamba kuna matishio, kuna viashiria vinavyoweza kukwamisha Tanzania mpya kutopatikana, na ndiyo maana akajipambanua, lakini niboreshe eneo hilo kwamba pamoja na kwamba alibaini hivi vya taishi matishio haya, niboreshe eneo moja ambalo na lenyewe tusipoliangalia ndilo litakaloharibu mipango mizuri ya serikali na kuendeleza ufisadi pamoja na ubadhirifu ndani ya nchi yetu ni kundi la machawa. Mheshimiwa mwenyekiti, machawa ni kundi hatari machawa ndimo wanamojificha mafisadi, machawa ndimo wanamojificha wabadhirifu. Na bila kushughulika na machawa ambacho ni kichaka wanamojificha, kukichoma moto na kukifyekerea mbali, maono yote haya hayatafanikiwa. Mheshimiwa mwenyekiti, sambamba na haya, lazima yafuatayo pia serikali iangalie. Na kwanza ni kuhakikisha kwamba mihimili ya dola mahakama, bunge pamoja na serikali inakuwa ni mihimili iliyo huru. Bunge liwe huru. Leo tukiletewa taarifa ya CAG kwa mfano, lazima tuijadili kwa uhuru, kwa upana, ili tushughulike na wabadhirifu, na ndiyo maono ya mheshimiwa rais yatakapofikiwa. Tutakapoweka maazimio, lazima maazimio yale yaende, yaheshimiwe na serikali na serikali iyatekeleze. Bila hivyo, hatutafanikiwa. Mahakama iwe huru, wapelekewe watu ambao wamefanya uhalifu watendewe haki ya kuhukumiwa ili waogope fedha za serikali. Lakini pia vyombo vya kiuchunguzi, vyombo vya dola, vyombo vya dola na vyenyewe lazima viwe huru, lazima mwendesha mashtaka awe huru. Ili maono haya yafikiwe, lazima polisi wawe huru ili wachunguze watu ambao ni, ni mafisadi papa yapelekwe mahakamani, kuliko kupeleka vidagaa. Ndivyo vimjusi vidogo vidogo ndo vinaenda mahakamani. Lazima tume ya kudhibiti madawa ya kulevya wawe huru, washughulike na mambo haya. Bila kufanya hivyo, mheshimiwa Mwenyekiti, na ninashukuru mheshimiwa Rais ameliona jambo hili kwamba yote haya nimeyasema, nimejipambanua lakini kuna kundi hili hapa linaweza kunikwamisha. Naomba mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa Rais alisema atatupa ushirikiano bunge hili, atatupa ushirikiano, na sisi tumpe ushirikiano, haya mambo ya kuleta masuala ambayo ni muhimu, masuala ambayo wamejificha kwenye uchawa, kumbe ni madalali wa rasilimali za serikali, wanajificha kwenye uchawa kumbe ni wahujumu uchumi. Halafu tunawabaini tuwache, tuache mambo ya kufunika kombe mwanaharamu apite. Tusikubali mambo muhimu kama haya. Mama amejipambanua anataka kumaliza awamu ya sita, aliache tabasamu la utu kwenye macho ya Watanzania. Haya mambo ya kuhitanahitana kwenye chama, sijui pati kokas, kuna jambo zito lifisadi limetikisa nchi lakini kuna watu wengine ambao pengine wako connected na hilo lifisadi na hilo lihujumu uchumi, mnatuletea mambo kwenye party caucus. Hiyo haitakuwepo hiyo, na hiyo imetoka imeenda hiyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunataka tumsaidie mheshimiwa rais. Hivi kweli mheshimiwa Mwenyekiti, kama kundi hili halitadhibitiwa kwa nguvu zote, nami niwaambie kwetu Msoma tunasema vita ni vita, mra lazima tupambane Itakuwaje wananchi wa Muibara pale? Tunahitaji maji na mheshimiwa rais, maono yake anasema tutakuwa na gridi ya taifa ya maji, alafu fedha zinaliwa na haya mamjamaa. Muibara watapata wapi maji? Muibara tunataka kupata vizimba vya kufuga samaki, alafu haya majamaa yaendelee kula pesa. Muibara tutapata wapi vizimba vya kufuga samaki? Muibara tunataka pembejeo, tunataka kulima alafu ayama mjamaa tuyaache, kwa kufunika kombe mwanaharamu apite? Hakuna hiyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, lazima nchi hii watu wapate Tanzania mpya inayokuja. Asante sana. Mheshimiwa Kangi Lugola, nimekuvumilia, muda umeisha. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti, naunga mkono hoja asilimia mia moja. Asante sana mheshimiwa. Asante sana Mheshimiwa Kangi Lugola, lakini waheshimiwa tunajua Uh, ni kinyume cha kanuni kuambia wa watu wapige makofi, lakini kwa vile alikuwa anaitamani Tanzania mpya na hata na mimi na nyinyi mnaitamani nikavumilia kidogo, lakini sio utaratibu wa kanuni. Kwa hiyo kwa leo tuvumilie, kwa sababu ni jambo la kutamani kitu kizuri taifa, ni very exceptional. Kwa hiyo tu leo tumevumilia, lakini siku nyingine tusiagize watu kupiga makofi haya. Uh, tunaendelea sasa na mheshimiwa Hadija Sanabud uh,